ya Kinondoni ambaye aliamishiwa Babati. Uh, Injinia Musa Nati amesimamishwa kazi siku mbili baada ya mkulima mmoja kuuawa kikatili na ng'ombe zaidi ya sabini na moja kuuawa kwa kukatwa mapanga ya kijiji cha Dihinda wilayani Mvomelo. Mapigano mengine yameibuka katika kijiji cha Tindiga tindiga B wilayani Kilosa ambapo wakulima kumi na moja wakiwemo wamevamiwa na kupigwa na wafugaji wakti wakielekea kuangalia mipaka ya mashamba yao na kusababisha kulazwa katika hospitali ya wilaya ya Kilosa. Mwanahabari wetu Robert Mayungu ametumia taarifa ifuatayo. Wakiongea kutoka hospitali ya wilaya ya Kilosa, majeruhi hao wameelezea mkasa wa kupigwa ulivyowakuta wakielekea katika mashamba kwa ajili ya kuyapima ili kuondoa migogoro baina yao. tulipofika mwanzo wa mashamba ayo, anayesema mbele huko ana ugogoro, ghafla tu wakatokea masai au masai walipofika wakawa hawana kuuliza wakaanza kupiga tu haya mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya kilosa dr dikson masele amethibitisha kupokea majeruhi hao kuanzia saa kumi na nusu tulipokea majeruhi inasemekana wal kulikuwa kuna mapigano kati ya wakulima na wafugaji katika kijiji cha tindiga hapa tulipokea majeruhi jumla yao ni wako kumi na moja wa wanaume tisa na wakinamama wawili mkoa wa Morogoro umekuwa na tatizo la muda mrefu katika suala la migogoro kati ya wakulima na wafugaji hususani katika wilaya za Kilosa na Mvomero huku ikisababisha madhara kwa pande zote robert Mayung, Azam News Morogoro